Wengi wenye mawazo mazuri hawatoboi, na waliotoboa hawaogopi sana wala kujali mawazo makubwa. Wanajali sana vitendo vinavyoambatana na mawazo mazuri, kwa sababu kuwa na wazo zuri ni kitu kimoja, ila utekelezaji wake, kulibadilisha hilo wazo likawa kwenye vitendo na tukaona matokeo, hilo ni jambo lingine kabisa, Tofauti kabisa. Ndiyo maana hutakiwi kuweka nguvu na kushikilia sana wazo, kama haujajua namna ya kuliweka kwenye vitendo. Kwenye somo hili naenda kuongelea sababu nane kwa nini mawazo mengi mazuri hayafanikiwi, kwa nini mawazo mengi mazuri hayaleti matokeo wala hayawanufaishi wenye hayo mawazo. Sababu ya kwanza ndo hii hapa, nishaanza kuiongelea kwamba mawazo sio vitendo. Idea, sio execution Idea siyo action. Ukiwa na wazo zuri likaishia kichwani, hizo zitakuwa ni fikra tu. Ukiliweka kwenye karatasi ya inaanza kuwa wazo ambalo lina take shape, linaanza kuwa na maisha, linaanza kuwa na uhai, lakini inabidi ujue kwamba nguvu ya wazo haiko kwako. Nguvu ya wazo iko kwenye matokeo ya hilo wazo, na matokeo huwa ya kupati wewe, yanawapata wale ambao utawahudumia. Kama ni wazo la biashara, matokeo yako kwa wateja kama ni wazo la siasa ni kwa wananchi ambao utawaongoza. Hayo ndio maana ukiendelea kukaa na wazo kichwani au kwenye karatasi au ukaliongelea vizuri mbele ya watu na ukaishia kuwachukia watu kwamba hawakusaidii au hawakupi hela ili ufanikishe wazo lako, utakuwa unakosea. Inabidi ulitoe wazo kutoka kwenye fikra na kwenye maandishi, liwe kwenye vitendo na liwafikie wale ambao ni walengwa, ndo utajua kwamba lina matokeo, na hapo ndo utajua pia kama ni wazo zuri. Sababu ya pili kwa nini mawazo mazuri hayafanikiwi ni hii fikra ambayo iko kwa wengi, hasa vijana wengi, wanafikiria kwamba wazo zuri lazima liwe na macomplication mengi, lazima liwe gumu. Wakati ukweli ni kwamba wazo zuri linalofanikiwa, likawa na matokeo, likapita kwenye mikono mingi na mpaka baadaye likakua kuliko yule aliyelianzisha, ni mawazo ambayo kwa kuyaongelea yanakuwa ni mepesi kwa sababu wazo hautokaa ulitekeleze peke yako na wala halijalengwa kunufaisha wewe. Kwa hiyo likiwa gumu, hata wale ambao wanasaidiana na wewe kwenye kulifanyia kazi watashindwa kulifikisha kwa walengwa. Wazo zuri ni lile ambalo limerahisishwa kwenye utekelezaji wake, na wazo inabidi liangalie matokeo ya mwisho kuliko mchakato wa kuelekea matokeo ya mwisho. Mteja wako atajali sana jinsi bidhaa itakavyomtatulia tatizo au huduma yako itakavyomwondolea changamoto zake. Haya mambo ya ni teknolojia gani umeiweka katikati, wakati angapi wa kuzalisha, umeajiri watu wangapi, sijui una mainjinia wangapi, mna jengo zuri sana, hawajali sana, na mara wengine hawajali hata faida unayopata wanajali sana matokeo yao kwao, kule kuridhika kwao. Kwa hiyo ukiwa na complication ziishie kwako zisifike kwa walengwa wako, na hapo ndo utakuwepo urahisi wa kulifanya hilo wazo likuwe. Sababu ya tatu ni hii hapa, kuna mawazo hayafanikiwe ni kwa sababu watu wamejimilikisha mawazo ya watu wengine. Ukiamua kufanyia kazi wazo ambalo umelisikia kutoka kwenye mdomo wa mtu mwingine, inawezekana ukamisi vitu vingi kwa sababu wazo linatokea li ndani ya mtu na wakati anaongea na wewe anaweza akahisi kama ameongea kila kitu, lakini atakuwa ameacha mengi ndani yake. Ni kitu kinachoelekea sana na imani, na kiukweli wazo zuri ni imani kwa huyo mtu aliyelibeba. Kwa hiyo ukimsikia mara moja mtu anaongea ukasema, ah, ngoja na mii nkatekeleze, una uwezekano mkubwa wa kutufanikisha hicho kitu, japokuwa wapo baadhi ya watu ambao wanafanikiwa kwa kukopi moja kwa moja kwenye mawazo ya watu wengine, ila atafanikiwa kwa vipimo vyake yeye, sio kwa vipimo vya wazo original lile kutoka kwa mtu aliyekuwa analiwazia. Sababu ya yani, nne, kwa nini mawazo mazuri hayafanikiwe ni kuamua kufanya kitu kinachotokana na matokeo ya kazi ya wengine, na wewe ukadhani ni wazo linalokufaa. Unachokiona kwa watu wengine wanakifanya, mara nyingi ni matokeo. Mtu kama ana wateja wengi na waondoki kwake, ni matokeo ya kazi yake, ni matokeo ya action kwenye wazo lake, ni matokeo ya vitu vyote anavyovifanya, mchakato wote anaoufuata kutoka kwenye wazo fikra aliyonayo mpaka kwenye kuwafikishia kile wanachokitaka wateja wake au walengo wake kwa namna yote ile. Kwa sababu wewe ukienda ukaangalia tu mwishoni, ukaangalia matokeo yanakuaje, na moja kwa moja ukaleta kwako, ukadhani ni wazo linayokufaa, utapotea. Kwa sababu utakuwa unalinganisha matokeo na wazo, na utalikosa wazo alilokuwa nalo pale mwanzoni. Na hapo, kinachowapoteza wengi ni kuangalia ule urahisi uliowekwa kwenye hayo matokeo aliyoyaona. Wajanja wanaojua kufanyia vizuri mawazo yao wanayarahisisha kufika kwa wateja wao, kufika kwa walengwa wao, kufika kwa walaji wao. Kwa hiyo utaiona huduma fulani ni rahisi, inafurahisha watu, wanaipenda na utadhani kwamba ni rahisi kuiweka kwenye vitendo kumbe kuiweka kwenye vitendo ni jambo gumu sana, ambalo mwenye wazo amelipitia labda kwa muda mrefu, akatengeneza timu, akawa na teknolojia nzuri, akawa na maendeleo, akajaribu, akashindwa, akafeli mara kadhaa, ndo akaja kufanikiwa. Na wewe unaenda kuchukua kile cha mwisho ili ukiweke kwenye vitendo. Ni rahisi sana wazo lako lisifanikiwe. Sababu ya tano, kwa nini mawazo hayafanikiwi ni hii, mawazo hayafanikiwi ni ni hapa, una mawazo ni mazuri sana kwenye vichwa, kwenye fikra, lakini soko haliyapendi Unalipenda sana wazo lako, una fikra nzuri sana, unakesha nalo kila siku, unamwambia kila mtu kitu unachokitaka na unafikia hatua ya kuanza kufanyia kazi, lakini soko linakuangalia vizuri na inakwambia sitaki hilo wazo lako. Ukiwa na wazo zuri sana, ukiwa na idea nzuri sana, ukiwa na kitu kizuri sana, una software nzuri sana, una bidhaa nzuri sana, una service nzuri sana, ukaiweka mezani, kama watu hawajanunua, wazo hilo sio zuri, kwa sababu waamuzi wa mwisho wa uzuri wa wazo ni walaji. Hili linawakumba sana sana wabunifu wa software, wabunifu wa program za kompyuta na simu. Wanakaa chini, wanatengeneza tatizo, anakuja na solution na linakuwa ni wazo zuri kabisa. Kila ukikaa naye na ukaongea naye anakushawishi, wengi tunashawishika, ila mkienda sokoni kwa walaji, hmm, hawataki kusikia, kwa sababu kwao hicho ulichodhani ni tatizo kichwani mwako au kwenye kompyuta yao kwao sio tatizo hata kidogo. Kwao ni wazo zuri kweli kichwani na kwenye karatasi, na labda ushaiwekea mfumo mzuri, ila kwa walaji uliowadhania, sio wazo zuri, hakuna mtu yuko tayari kulipia. Sababu ya sita inayochangia mawazo yasifanikiwe ni kuwa na wazo zuri kabisa, lakini ukakosa ujuzi sahihi unaotakiwa kuambatana na hilo wazo. Wazo ni kitu kimoja, zile fikra na unazokuwa nazo kichwani ni kitu kimoja kizuri kabisa na cha muhimu na unachotakiwa kuanza nacho na pia unaweza ukawa na maarifa ya jumla ambayo unayahitaji ukaanza nayo, lakini kuna ujuzi ambao mara nyingine, kama hauna, wazo haliwezi likafanikiwa, na hapo ndo wengi wanaferi. Anasema kwamba nikiwashirikisha watu ili wazo langu, wataniibia wataenda kulitekeleza wao na watafanikiwa wao. Kumbe hapo ndo unatakiwa umshirikishe mtu mwenye ujuzi tofauti na wewe ili akusaidie kutekeleza hilo wazo kama kuna ujuzi kwa mtu mwingine unamleta na kusaidia unatekeleza. Shida ni pale kama unafikiria wazo ambalo kwenye mazingira yako huwezi ukaupata huo ujuzi, hilo wazo halitakaa lifanikiwe. Sababu ya saba ambayo inawafanya wengi wasifanikiwe na mawazo yao ni hii hapa: ni kuchukua wazo zuri ukaliweka kwenye vitendo, lakini ukakosea walengwa wako, ukakosea walaji wako, ukakosea wateja wanaotakiwa kupata solution kutoka kwako. Huwezi ukamuuzia kila mtu. Hapana. Huwezi ukatatua tatizo la kila mtu. Haiwezekani. Au pale unapokuwa na wazo zuri sana, ukaona nina application naweza nikaitengeneza, nina bidhaa naweza nikaileta, kuna huduma naweza nikaileta, ukaliona kabisa tatizo na wazo lako linaenda kutatua pale, kuondoa hiyo changamoto, inabidi uangalie kwa undani walengwa wako. Ujue kama ni watu wazima, ni vijana, ni watoto ni wa kike ni wa kiume ni wanafunzi, ni watu wenye kipato cha juu, cha kati, cha chini. Yote hayo inabidi uyazingatie. Fanya research yako ya kutosha, nachukua muda wa kutosha, ili pale unapoliweka wazo sokoni uende moja kwa moja kwa walengwa wako. Usijaribu kumuuzia kila mtu, wala usijaribu kupeleka solution yako kwa kila mtu, ukidhani kwamba kila mtu ana hilo tatizo. Hili ni jambo ambalo limekaa kibiashara zaidi kiujasiriamali zaidi kisoko zaidi, zingatia sana walengwa wale, walaji wa mwisho. Na sababu ya nane kwa nini baadhi ya mawazo pia hayafanikiwi ni pale ambapo mtu anakuwa na wazo ambalo haliendani na nyakati. Inawezekana una wazo zuri, lakini limepitwa na nyakati, unaleta solution za miaka ya sabini, miaka ya tisini, miaka ya nyuma u. au inawezekana una wazo zuri pia ambalo limetangulia nyakati hii inawatokea sana vijana ambao ndo wanaibukia wanachipukia, watu wenye akili kubwa ya kuona maisha ya mbeleni, haya mambo yanawatokea sana. Anakuwa na kitu kizuri sana ila, akikipeleka kwa walaji wote, bado wanakuwa wanafikiria kwa mtazamo wa sasa hivi au mtazamo wa nyuma wa siku zilizopita, hakuna atakayenunua kwa sababu kila mtu atakuona kama unaota, kama ujielewi, kama umechanganyikiwa. Waletee watu ufumbuzi wanaohitaji sasa hivi, na najaribu kwenda nao taratibu mpaka kwenye hiyo future. Utakumbuka kwamba pale mwanzo nilisema ni wenye mawazo mazuri hawatoboi, na waliotoboa hawajali sana mawazo, wanajali vitendo, ile nguvu inayowekwa kwenye vitendo vinavyoendana na mawazo yao. Hicho ndo kitu inabidi ukizingatie. Ukiwa na wazo zuri kichwani zitabaki kuwa fikra, ukiweka vitendo utaanza kuwa na wazo sasa, na ukiona matokeo ndo hapo utakuwa ni mjasiriamali, utakuwa ni mfanyabiashara, ndo hapo utakuwa na mabadiliko kwenye jamii. Na hilo wazo lako linatakiwa likue kuliko wewe. Kama una wazo, unalishikilia sana, unaliificha kwa watu wengine wasione, hilo wazo haliwezi kufanikiwa, kwa sababu wazo sio kwa ajili yako. Ufumbuzi ulionao ni kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yako. Matatizo ni yao, solution utawapa, watakachokulipa ndo chako. Na wazo litafanikiwa pale tu utakapofahamu uhusiano wako wewe walaji wazo, mchakato wa kulifikisha kule, na ufumbuzi au majibu unayowapelekea. Asante, natumaini umepata la kujifunza. Kama huja subscribe, fanya hivyo subscribe, ili uweze kujifunza zaidi na sisi. Na kama una maswali, una lolote la kusema na sisi, tuwekee kwenye comment, na usisahau kuwashirikisha wengine pia waweze kujifunza zaidi. Mimi naitwa Michael, hii ni Lenzi. Ungana na sisi mara nyingine.